Akusasa leo nitakuelekeza jinsi ya ya kusafisha picha yako yako kama picha na low quality, na kufundisha jinsi ya kuhakikisha inakuwa kwenye high quality, au 4K kabisa. Hatua kwanza, hakikisha una na Chrome kwenye simu yako, au browser yoyote ambayo unaona ni simple kwa kutumia. Ila mimi natumia Chrome mara mara kwa mara kwa sababu unaona iko simple na inarahisisha mambo kama hivyo. Ndio muonekano wa Chrome, so utaifungua link ya website itakuwekea kwenye description hapo, so utakisha me click utakisha click, itakufungulia kwenye ukurasa kama huu. Na hapa kama unavyoona, inaitwa Photo Enhancer kama unavyoona. Na hapa ndo sehemu pekee ambapo ambapo unaweza ukasafisha picha yako kama picha ina low quality ukaweza kuhakikisha kwamba inakuwa na high quality. Hata kama ni picha ya kitambo ulishika miaka ya nyuma, unataka ionekane HD, unatumia website na inaweza kusaidia kabisa. Kama unavyoona uh, utatakiwa bonyeza simu wa upload image. Uh, ili kuweza kuupload hiyo image yako ambayo unataka uibadilishe kutoka kwenye low quality hadi high quality, tuna click hapo kwenye upload image. Hmm. Apo, na hapa kinachotakiwa sasa ni uchague ile image ambayo uh, ume, unataka uibadilisha kutoka uh, <coughs> kutoka low quality hadi high quality, na kama unavyoona hizo ni baadhi ya Image ambazo zipo kwenye simu. nataka ni kuna image fulani naitafuta, kuna picha hapa naisaka hapa na hapa, ipo, ngoja nika browse kwenye simu moja kwa moja okay. achagua picha mojawapo ambayo itakuwa nzuri, ngoja tusubiri hapa ndugu wewe, website itakusaidia na ni real kabisa, wala inda mambamba haina mambo mengi uh, okay. Uh, quality, quality, so, ifanye kazi kwa sekunde kadhaa ambazo tafana kama unavyoona tayari kama una Telegram download, kama unajua jinsi ya kutumia Telegram. Kama inakata kwenye simu yako, na video ambayo nafundisha jinsi ya kutumia Telegram hapo kwa hiyo site mwanzo kabisa ukitaka, unaweza kulogin kama utaki, unaweza kutumia tu simple kama hivi ila watakupa credit uh mbili ambazo zinaweza kudownload picha kwenye HD mara mbili au mara tatu. So utabonyeza download na kisha picha itakuwa imekuwa downloaded. Asante kwa kutazama video hii uh, karibu tena ujifunze kwenye Fyip Marketing.